Na huu mradi umekuwa ni muda mrefu tangu 2023 nilivyokuwa nimehamia hapa, tulikuta mradi ndio unaanza, na ulikuwa ukamilike kwa wakati, ila haukuweza kukamilika kwa wakati na umeongezewa muda mpaka sasa hivi. Ilikuwa umalizike mwezi wa sita na mwezi wa sita na wa sita, na siku chache tu za kufika mwezi wa sita, lakini huo mradi umesimama, kwa kinachohitajika pale ni pesa. Sasa kama namwakilisha mheshimiwa mkuu wa wilaya, na ameniagiza nilete ujumbe huu hizo fedha ziweze kupatikana ili mradi ukamilike, kwa sababu kama fedha hizi hazipatikani ule mradi utaendelea kulala na wananchi wenyewe wanachohitaji ni nini? Ni maji wa Lugeye. Kama walivyosema ishi kubwa ni fedha, kwa kweli eh, 7 bilioni, lakini anadai almost ni 5 bilioni mm -hmm. na kazi ipo kama asilimia 65 Wa Mahaha uko mm -hmm. ndani ya uwezo wetu kabisa kama mkoa mm -hmm. ni kazi iliyobaki ni tenki tu, wala hiyo sioni watoe shaka kabisa mm -hmm. nadhani na hadi Juni 30, tutakuwa tumekamilika tayari tayari na hmm. si tayariboma, so, uh... na vifaa hey, hmm. Kwa hiyo miradi hii yote ambayo iko nakaribia kutoa mali imepewa kipaumbele kwamba kufikia ile Disemba sasa 2025 2025 hiyo imetoa maji na tufikishe tupi, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kwamba ifikapo 2025 hiyo asilimia 85 iwe imefikiwa kwa maji. Kwa hiyo ni watie moyo tu kwamba kazi inafanyika na fedha zinatoka aa, kwa ile list tuliyoweka tuli tulioweka kwa sababu hatuwezi kuzitoa zote kwa wakati mmoja, lakini fedha kwa sababu tunapewa kwa mafungu kwa mafungu, basi na inatekelezeka. Nitaenda kuangalia hii fedha hii miradi imepangiwa fedha ii, ii, kwa ni wakati gani, ili iweze kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo kikubwa ni hicho, kwamba miradi ambayo imefikia kutoa maji imepewa kipaumbele, na hii yote nilivyosikia hapa, yote iko kwenye hatua nzuri. Kwa hiyo ni kuahidi tu kwamba ni kupitia DM na ni RM tutapata mrejesho mzuri kwamba hii miradi kufikia lini fedha zitakuwa zimeshalipwa kwa mkandarasi.